Naam, uh, karibu sana kwa wote ambao mko nasikiza matangazo yetu kutoka Baraka one TV ikiwa ni saa sita saa za Afrika kati saba majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako the one and only town, DJP. Tarehe tano za mwezi wa kwanza mwaka ni elfu mbili na ishirini na sita kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vitu viwili vikubwa ambavyo nitazungumzia kwa mchana huu kwa sababu tumekuwa tuki uh, jaribu kufumbia macho lakini tunaona kwamba hali iko inazidi kubadilika. Tunazungumza kenye kilifanyika juzi uh, kwa mkia jana huko maeneo ya Misisi, ambako yale yale yaliyoenda kusuluhishwa kati ya uh, wazalendo bilo zibishambuke na wazalendo wa NPCC tena kuweza kujirudia na kusababisha vifo vya watu wawili wasiokuwa na tia, ambao wanaendesha pikipiki. E, nini kilitokea? Ni hii swala la mabariere mubarabara, tunatia aibu. tunatia aibu sana na pia tutagusia swala la Burkina Faso e, kudeta ambayo ilirathie Burkina Faso e, kuona kiongozi ambaye alikuaga yuko madarakani akashindwa kujere inchi ndo ile ile kaa yenye inarudia tena mu RDC. Ipolitika nambe iko kupuvuare panda 18 panda 20 akufanya kitu, lakini bado tu anataka tena arudie kupuvuare na kuandaa makudeta mapuchi manini, kuisha batu ku est ya Kongo, vita kila kukicha, juu tu arudie kunini kupuvuare, na hakuna kitu ambacho alifanya. Na ndo hicho hicho pia kimetokea Burkina Faso Rais mwenye iko sasa Ibrahim Traore iko nafanya mambo makubwa kwa ajili ya nchi yake. Raia yote iko nyuma yake, raia inasapoti kazi yake, inaona mabadiliko. Lakini watu wenye roho mbaya, wasiokuwa na fadhila, wasiokuwa na utu ndani yake wanataka kuharibu ndoto za eh, Baburkinabe. Haya mambo mawili tutazungumzia, na kabla ya kwenda mbali zaidi ya kupata habari zetu ni kulike pia na kusubscribe, Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, una like na kufollow, na hivyo utakua kwanza kuwapata haya matangazo kila wakati na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. hali yenye um, iko. Tuanze kwanza na hali yenye ilishinda ili, ili Uvira kwa jioni hii yote, ambako milio ya risasi ilisikika maeneo ya Kalundu, Kalimabenge maeneo ya Rugenge eh, kule kote kulikuwa kuna sikika milio ya risasi na hizo risasi zinapolia inamaana kwamba wazee wa mungini walishuka wakafanya vya kufanya, lakini ya mimi niko nawaambia ni kwamba hii mambo haitatokea ngambo ya Kalemabe, ngambo ya ya Rugenge ama ngambo ya wapi. Ukombozo wa Uvira unatokea ni kusini mwa jiji la Uvira, ikizungumzia prizi ya Katongo, Kigongo, Kivovo, Kalungwe kuja e, na ni Kalungwe kuja Kivovo kuja Kalundu hivyo inaenda inaenda inaenda inaenda inaenda mpaka gisi M23 atajikuta kwamba anakimbia muvile ya Uvira. Hilo ndio ambalo liko lina linatarajiwa. Hizo sehemu zingine ambazo uko nasikia huku kuna dia taku taku, taku, taku, taku ni hili tu kujaribu ku eh, kuyumbisha adui, lakini ukombozi kabisa huko natokea huko, na ndio ambalo liko linafanyika. Watoto wa Uvira ni kukaa majumbani kwenu na kusubiria tu ukombozi ambao huko unakuja kwa udi na uvumba, yani, wa wakubali wakatae, hilo swala lazima liweze kufanyika. Tuzungumzie hili swala la kutoka huko eh, maeneo ya Misisi. Kwa taarifa ambazo tumezipata na tutakuja kusikiliza baadhi ya, ya ujumbe, ni hivi huko, bariere za bilo zibishambuke ambazo ziko huko maeneo ya, ya sekta ya Lulenge ni nganja yeah ambako kuelekea huko kuanzia Fizi hivi kwenda mpaka Mamisizi kuni na kuvuka Mamisizi kwenda mpaka ma, ma, wapi kule uh, kuna sehemu nyingi, nyingi tu kule. So unakuta washaka taza juu ya kuwa natia makamba za kulipisha raia. So hizo kamba, uh, wa wanaita my effort the game okay, sawa eske ni lazima kumlazimisha mtu akulipe fedha ni mambo ambayo yanatutia aibu ukiasikiliza. Haukuingia mkizalendo juu ya kio kure kulete franga za wananchi. Hakuna wali kutuma uingie mkizalendo. Sawa, so, uliingia kwa ajili ya ulinzi wako na ulinzi wa mali yako na ulinzi wa raia pamoja na mali yake. Na unakula kiapo kwamba unasema wewe kwamba mimi naingia juu nikutetee wewe na na nitetee taifa langu. Sasa kwa nini kuanza kunyanyasa raia? Wakati wazalendo wengine wanatoka huku chini wanasema twende tuzungumze na watu waache kuwa natarakasie watu kwenye mabarieri. Wanaenda vizuri tu, wanafika pale wanakuta uh, wenzao hawapo. Uh, hii ni kulingana na, na habari ambazo nimezipata. Wachache wenye walikuwa pale sa waliona uh, kikosi kinakuja wakaamua kukimbia kwenda kujificha, baada ya wenzao wakalala pale. Kesho uh, wakalala msisi kesho asubuhi wanasema wanze kurudia, kumbe wazalendo wengine wanawakulia ambush na ndo kuanze kupiga masasi mbezao, wakasababisha kifo cha motari maarufu wa mufizi na motari mwingine pia hapo Pofizi, wakawa wamefariki bila hata kujua wamefia kitu gani. Wenye walikufa ni wa motari wenye walipeleka tu e, wazalendo, kama vile abiria ushelewa, walilipwa pesa wakapeleka abiria aya, wanaanza rudia, wakawatinga ambush, ndo kuwapiga masasi hili swala eh, jamani hili swala kama hili, wazalendo makundi mawili makubwa wafa bebe vilwazishambuk eh, na mbona hili swala liko linajirudia rudia mara kwa mara, nishasuluhishwa mara mara mara mara, lakini linajirudia. Tena linarudia kule kule kwa ndugu zetu hmm? Ay, mnataka tuwataje tuseme kwamba ndugu zetu wa, wafa bebe, mbona mko na hiyo tabia Iyo makamba mshaona ndo iko na nini yenu hizo kamba? Wenye walikuwa vile kule swali ziacha. Mupende ruizi mote mkosi makamba tu na makamba yote ilikuwa ni makamba yenu. Hawakuziacha. Nikisema yenu na maanisha kwamba kabila e, la Wafliru. Acha niseme hivi ili tuende e, sawa. Lizo mama, mnanitaga sema oh, zimwasa Rajabu na anakuwa iko na e, na ubaguzi sio. Ah ah, sio ubaguzi tuseme makamba yote yenye ilikuwa mpenda ruzizi, yote ilikuwa ni wafliru yote, mpaka unafika hadi Uvira, wafliru yote hadi unafika Kuporo. Kuna zingine zilikuwa pale Kuporo, pale basi, huko pale Kuporo biko na zuia watu basi, ni zenu ah, na huku Fizi nako tena makamba ni yenu eh? Acheni kutoa acheni kutia hayo makamba, mko mnasumbua raia. Aya, kama mtaweka juu ya ku ya sache, ni sawa na kama mnaomba na ni uh, ile kidogo, mtu anakuambia hana, sio unamuelewa? Kwa nini kumlazimisha mpaka akupe tu kitu ambacho yeye anakuambia hana, hmm? Watu wanapigwa viboko, watu wanatishwa kuuliwa, maisha sefu zinafunguliwa juu ya milfra kama huna aya, ah, watu wanakuja kuambia, uh, uh, jamani, acheni hivyo, toweni hivyo, kilo safi tu kimekime kime tu, muongee mumalize, wajirudi zao, nyinyi mnaanza kuwatakia Masababisha vifo vya watu ambao hawana tia. Kwa nini jamani? Tutaendelea kuishi hivi mpaka wakati gani? Kwa nini Kongo iko na watu wa dizeni hii? Kwa nini? No. Kwa hiyo hiyo ndio hali yenye ilitokea hivyo mangambo za Misisi, leo tuko tunajiuliza vita iko hapo kumlango. Eh? Watu huku wanarudia tena yale yale kuanza kupigana wao kwa wao. Mwisho siku mtaleta shida kati ya Wabembe na Wafuliru sababu hamsiki, unaona? Sawa watu wanasema, mtasema huu Wabembe na Wafuliru wote wakisema huu Wafuliru hivi huu Wabembe hivi. Kwa nini kwa nini kutia watu chachu? Basi nye degere kuwatia chachu, ngoma nzito ya kutumba, waonekane ni watu ya aina gani? Na nyinyi watu wao ndo mnatakiwa kuweza kusimamia utaratibu na e, kulinda maslahi mapana ya wananchi pamoja na nchi. No. Mungu no. Unafanya kule hayuko vizuri. Aya, hapa resama tu hii miezi tu inaisha hapa. Ilitokea tena hivyo hivyo. Bishambuke tena hivyo hivyo. Wakakungutana waka ti wakakimbia. Tena leo tena wanarudi tena yale yale. Unaona? Kwa hiyo tuachane na hiyo michezo. Hiyo michezo haiko michezo yenye itatuhesimisha, badala yake ni michezo ambayo itatufanya sisi wote tuonekane hatufai hata kidogo. Hebu tusikize kwanza, hii selo source. Mi ni prezo wa Montare, kwa majina ni Chakubuta Kiza de comp. Niko prezo wa association wa montare hapa Fizi centre. Huu montare anakufa sai, tunampelea kunyumba hapa Kakunga Fizi anakufa alikuwa na beba Bazalendo basen PCC kutoka hapa Fizi kupeleka pale kunivo ya kule kwenye vatu walikuwa natia kamba kunivo kama ya makakela kule batoshile makamba yamba bishambuke bishambuke wakati vanatoshii makamba kuko pengine kule balitoka kule, banakuya funga maambushi apa mama tantine na Mutungulu, ndio bakapiga amaimai. Basi ni Montare kwanza natembea epale ndio bala baala ya vishambuke selo informasyon tunapata saa hii naam. Baada ya kuweza kusikiza hizo kuachana na hizo habari za bishambuke e, yote ambayo yamefanyika tarafani Fizi tuingie Burkina Faso. Burkina Faso nitagusia hili swala, unaona Waafrika sisi tuna matatizo sana. Mwafrika unakuta hana kapasiti ya kufanya jambo ya kuongoza jambo lakini kumkubali mwenzake mwenye iko na ile karama ule uwezo wa kufanya ile jambo inakuwa iko ni ngumu. Ni ngumu kubali kwamba mimi siwezi hiki, mwenzangu anaweza. Aya, kilifanyika nini ndipo kinafaso hii ni kude tenye iko rate zaidi ya tano kuamkia tarehe ya jana ya tarehe nne, yaani ilikuwa ni tarehe tatu majira ya ya usiku kuamkia tarehe nne kulisikika kudeta yenye ilifeli ili Burkina Faso, mapinduzi ambayo yamefeli Burkina Faso. Nani mwenye amefanya hayo mapinduzi? Damiba. Damiba ni nani? aliwahi kuwa kiongozi wa nchi ya Burkina Faso ambaye alishindwa kuongoza nchi, aliingiza nchi kwenye shida, wakampindua. A, yule alikuwa na wa alikuwa na Wafaransa, kibaraka mkubwa wa Wafaransa, na ndio ambaye pia wako wanamtumia juu ya kuangusha utawala wa Burkina Faso. Sio mara kwanza, sio mara pili, sio mara tatu, anajaribu kudeta inashindikana. Na kuna conversation ambazo walikuwa wanazizungumzia juu ya kuplanire imamu, kama nitazipata nitakukia nazo uh, ili uweze kuzisikiliza mchezo unaenda. Un, hivi Damiba alikuwa ni rais wa nchi, uongoza kwake nchi akatia nchi mshida, rushwa kuiba pesa za umma, e, kula bata kila kukicha e, injustice kitawala, maendeleo hakuna, barabara hakuna, maji hakuna, umeme hakuna, kila kitu, wananchi wakachoka wa, wa, waka, baada ya kuchoka wakafanya mapinduzi, wakamng'oa madarakani, akakimbia nchi. Traore anachukua nchi, leo hii Burkina Faso ni nchi ya mfano kuibwa mwa Afrika. Burkina Faso hata mimi katika nchi za Afrika ambazo na na kwa niko na ni tamani kuzitembelea ni Burkina Faso, nchi ambayo watu wake e, wamesimama nyuma ya kiongozi ambaye asilimia tisini na tisa ya wananchi wanamkubali. Hawana shida ya maeleksio kwa saa izi, Burkina Faso anakuambia hatuna shida ya maeleksio na hatuna shida ya kumwona rais mwingine kwa saa hivi. Kwanza tuko na Traore twende naye mpaka tuone kwenye atatufikisha, wengine wote atuhitaji na wamesema kwamba yeyote mwenye atapiga kudeta Burkina Faso au kama naye hata ikala mule atapiga kudeta saa hizi, na ile ile saa raia yote itasimama, itaenda ikulu watamgoa, wamrudishe Traore. Ona support yenye mtu yuko nayo kona hichi. Sasa nyinyi nyinyi mnajisumbua kudeta, mnajisumbua nini? Kama mnataka kuongoza nchi, kwa nini msikae chini, mshirikiane, muongoze nchi iende ti hadi mtafikia kuma kwa maelekeo na mnaingiza sasa kwa maelekeo, mchaguliwe kama kweli mnaona kwamba mko na mapenzi na wananchi. Lakini hayo yote haiko inafanyika, watu wako wanajikita tu kwenye kujaribu kuangusha serikali, ili wale wananchi hawana imani nao huko. Wananchi wakiwa wako na imani na kiongozi wao, ambao wanajua huyu ndiye atatufikisha katika nchi ile ambayo tuko tunayota, nchi ya ahadi. Kwa hiyo uh, tukirudia katika hii kudeta ndio mfano pia ambao unakuja Kongo. Una viongozi ambao walikuwa wanaongoza nchi ward una gisi nchi ilikuwa nchi ilikuwa chini, waliacha madaraka, nchi haina maji haina umeme haina barabara haina kitu chochote kile, nchi masikini ya kutupu. Leo hii wale wale ndio wanaanza tena kuingiza chokochoko choko ili warudi madarakani wale wale wanataka waongoze nchi wakati walipewa nchi miaka kumi miaka nenda miaka rudi, miaka ishirini miaka kumi na nane walishindwa kujenga hata barabara ya kuunganisha mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Hii barabara tu hii route nationale numero 5 hapa inaenda mpaka kisasa, lakini ilishindikana. Achana na hiyo kuweka tu eh, masuala ya usalama na utaratibu, kuvunja magrupu ya armenia ilishindikana tena utawala wenyewe ndo huko unatengeneza makundi ya kumiliki silaha. Utawala wenyewe ndo huko unafinansia makundi ya kumiliki silaha. Utawala wenyewe ndo huko unasababisha tena kuuliwa kwa raia wake. Utawala wa ipolitika na bigisu ulikuwa eh, leo leo tena yule ndo anataka arudie madarakani kude tanga hapo sharate kwa Felix. Ndo hiyo hiyo hali pia ya Burkina Faso. Ndio maana sana nasema kwa uh, viongozi wa Afrika Eh, baadhi ya viongozi wa Afrika wana akili moja za kipumbavu sana, ambazo mtu ukikaa unatafakari unasema hivi, Mungu, kwa nini hawa watu anaendelea kuwaacha waishi katika hili bara letu la Afrika? Unajiuliza hivyo, unasema kwa nini, kwa nini Mungu anawaacha hawa watu? Unaona? kwa hiyo na ndugu zangu, hali ambayo ilijitokeza Burkina Faso, uh, kudeta ilikuwa rate ilishindikana, wananchi walijitokeza kulahani hivyo vitendo na kusema yeyote mwenye atapindua serikali ya Burki, ya Burkina Faso ya Traore, ya ya sasa hivi basi ajue ye, yani, na yeye kwamba le meme jour atapinduliwa. Yani, anapindua na wananchi wanaenda ikulu wanampindua, hata jeshi lisimame vipi, wataliangusha. Ndio wananchi wa Burkina Faso wameweza kuwa determinative. Hebu tusikilize baadhi ya, ya mesaje kutoka Burkina Faso, kulingana na hali ambayo imekuwa ikifanyika huko maeneo ya Burkina Faso.